watumishi wanawake wote wako hapa tumekuja kusherekea kwa pamoja lakini bahati nzuri sana na wanakijiji wanawake wenzetu wako na sisi vijiji vya Kanyencha ambao wanatoka Mangunabi wanatoka Sanje wamekuja kusherekea na sisi hata hivyo watu wengi wamependa namna ya kuja kusherekea hapa tumepata hata askari wanawake ambao wametoka wilaya ya Kilombero ambao wamekusanyika jeshi la magereza polisi uhamiaji tawa tfs wote wako hapa kwa ajili ya kusherekea pamoja na sisi sisi kama hifadhi tuna nafasi kubwa kwa sababu tumeanza tuna kitengo cha kupitia kitengo chetu cha ujirani mwema. Kwanza huwa watu wanaenda kutoa elimu mashuleni, lakini tumeileta hapa kwa kujenga majiko, kushirikiana kujenga majiko banifu ya kutumia kuni chache. Hata siku ya mwanamke, siku ya mwisho, tutakuwa na maonyesho ambayo yataenda kuonyesha ni namna gani watu wanatumia majiko ya kisasa badala ya kutegemea kuni peke yake. Lakini kwenye maonyesho haya sisi tunajivuna kwenye mazingira watu wanatunza, wanatunza mazingira. Vile vifuu vya nazi wanavitumia sengine kama kuni, lakini kwenye maisha haya utaona wamama wanashindana kukuna nazi, wamama wanashindana kutwanga, wamama wanashindana kupeta, kuonyesha uasili wa Mtanzania na Uafrika wenyewe halisi. Kwa hiyo mazingira yanatunzwa kutokana pia na tabia za mtu anavyobihevu, zinasababisha kutuharibu mazingira. Kwa kweli, kwanza tulijipa shime wenyewe, tulidhamiria kuwa hii hifadhi iko ndani ya wilaya yetu kwa hiyo ni lazima tufike. Kwa hiyo tulidhamiria, na mtu ukidhamiria, ukiwa na moyo kitu na kiweza, tumefika. Lakini kuna mazingira rafiki, ukifika, kuna miundombinu mizuri, ambayo hata kama hauna afya nzuri sana, unaweza ukaenda mdogo mdogo na ukafika. Kama ninavyokuambia, tumefika ondoondo, tumeenjoy, tumetoka hapo, tumeenda Sanje ambapo kuna maporomoko, tumefika hapo, tumeona mandhari na tumeogelea, tukasahau hata kwamba tumetembea na sasa leo tena hapa yani, sasa hivi tunaenda kupandisha mlima. Kwa hiyo yani, yote tutayafanya kwa uweza wa Mungu na tunayaweza. Mimi nimeweza kupanda mpaka kule juu. Kwanza milima imeboreshwa, milima sio mikali, tofauti na siku za nyuma. Nishawahi kupanda mara moja, lakini leo nimeona kumekuwa rahisi zaidi kwa sababu njia zimeboreshwa na niwa niwaombe wanawake wengine au na watu wengine waje watalii, wasihofie, wasiogope, hakuna milima mikali. Leo tunafanya utalii tukiazimisha siku ya wanawake duniani. Tunamshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo, ametekeleza kwa vitendo kwa sababu ameboresha utalii sasa wenyewe ni mashuhuda, tumeenda pale. Kwa hali hiyo, anainua uchumi wa nchi yetu, anaongeza kipato kwa kuleta watalii wengi. Kwa hiyo, niwahamasishe watu wote kwamba hakuna ugumu wote katika kupanda mlima. Kwa sisi kama majeshi, pia ni wanawake na tumeamua kujumuika kuja kutembelea hifadhi hii ya Udzungwa. Tumejionea mengi, tumepanda milima, ugumu haukuwepo kwa sisi kwa sababu sisi ni askari. Hayo ni mambo yetu kupanda milima, sisi ni kazi yetu. Yaani, kutoka jasho muda wote, kutokana na mazoezi yetu, ni kwetu sisi ni kama kawaida. Kwao haikuwa changamoto sana kufika kule ambako tumefika.